Like mabingwa wa ligi ya Uhispania Barcelona hapo jana walijikuta katika wakati mgumu baada ya kuambulia kipigo cha magoli manne kwa moja dhidi ya Celta Vigo katika ligi ya La Liga. Kushindwa huko kulifikisha kikomo mapema rekodi ya kushinda mechi zote msimu huu mshambuliaji wa zamani wa Liverpool Yago Aspas alifunga mawili baada ya Nolito kuanza ufungaji wa mabao dhidi ya klabu yake hiyo ya zamani. Neymar alikomboa moja upande wa Baka zikiwa zimesalia dakika kumi mchezo kuisha kabla ya nyota wa zamani wa Manchester City na Stoke John Guidetti kuwafungia wenyeji hao bao la nne. Barcelona walikuwa wamepoteza mechi moja pekee kati ya ishirini na tano walizocheza msimu huu za La Liga. Hiyo ilikuwa mara ya tatu kwa baka kufungwa magoli manne katika mechi tisa walizocheza msimu huu. Walilazwa nne sifuri na Athletic Bilbao katika Super Cup ya Uhispania, na pia walicharazwa na Sevilla magoli matano kwa manne katika mchezo wa Super Cup ya UEFA. Boxes the ball away.